Urithi wa majina. Kuna watu ameridhishwa majina yenu ya nyumbani, na nyanya yako, babu yako, anko yako ambaye ya alikuwa ni mwizi, alikuwa ni mchawi, alikuwa ni kahaba, alikuwa, yani walikuwa na vitu mbalimbali mbali ama alikuwa na madhabau yake kupitia hiyo jina. Kuna lineage fulani, yaani kuna laini ambayo imekuja ya mtu huyu ndani mwako, unapata huyu hii spirit ikienda, because the soul usually goes the spirit inabaki behind, unapata aki spiriti yake ikibaki na kuembody so kama wewe uliridhishwa majina na yanakusumbua ama yanakutatiza kila mahali unaenda una, unasomea unaambiwa, kuna mtu fulani alikupa jina hii hivi na hivi, ndio anakuhangaikia. Jaribu sana kufanya ibada kupitia hiyo jina na kufanya nini, kukataana na yale yaliyo kwenye hiyo jina. Unakataa na kuvunja vituko vyovyote vyenye mtu huyo aliyekupa jina alikuwa na, unafanya ibada ya utatu kupitia hiyo jina kwa kuondoa yale yaliyo juu ya hiyo jina na kuweka utakaso juu ya hiyo jina. Na kama hutaki hiyo jina, unavunja hiyo jina kwa kufanya ibada ya kuvunja jina, kuiondoa katika njia yako na kuweka jina ama kujitunuku jina nyingine. Baada ya kujitunuku jina nyingine, unaweka ulinzi na unatolea sadaka hiyo jina ili iweze kusimama na wewe na jina hiyo pia unaipa maana, kwa sababu jina yoyote ambayo utajiwekea lazima iwe na maana yake. Kila kitu katika dunia kina ubaya wake na kuna uzuri wake. So ukikataana na jina iliyopewa unatoa, uh, unatoa, unatoa, unafanya ibada, unatoa dhabihu, unaachilia hiyo, na ukiweka jina lingine, unaifanyia ibada, unaiwekea dhabihu, na unaiweka meaning ya hiyo jina, na unaanza kujiita hiyo jina, na unasonga mbele. Kuna wengine ma mavazi yenu, yaani maguo yenu ya ndani, ama vitu vyenu vimelazwa kwenye madhabahu fulani. Ikiwa vitu vyako vimelazwa kwenye madhabahu fulani, unapata kwa mfano, after sometimes, unakuwa na repeated cycles, kusonga mbele inakuwa ni ngumu, matatizo baada ya matatizo. Fanya hivi: ikiwa wewe umefanyiwa hivyo, ina maana mtu huyu alichukua hizo vitu kukutumia, wakati uko ina certain vibration. Wakati ulikuwa hujijui, wakati ulikuwa hujitambui, wakati ulikuwa hujifahamu so wakati unaanza kujifahamu na kuanza kujifanyia kazi, ina maana unatoka from that lower vibration to a higher vibration. Unatoka kwa zawadi aliyejulikana kuwa anatumika, anaambiwa kitu anafata mbio mbio, yaani alikuwa amepewa, amepeana power power yake To the people, yani to, to, to, uh, exactly mtu ambaye alikuwa anatumia njia zake. So wakati una take your power back, ina maana unaanza kujisimamia unaanza kujisikiza unaanza kujiongelelea. So umetoka from the person that they used to know to the person that you want to know. So ukianza kutoka from that place to, to who you are, hapo ndio sasa unapata hizo vitu kukupata inakuwa ni ngumu because you are from 3D to 4D. Umetoka, umevuka pale, ukiwa unatafutwa katika hiyo anga kupatikana inakuwa ni ngumu. The only cure ya kuweza kujikia wakati vitu vyako vimenaswa kwenye madhabao ni ku be able ku evolve ku evolve, ni kutoka kwa njia ya kutumika kama wewe ni mtu ambaye, kwa sababu katika maisha haya kuna vitu viwili tu vikifanyika, unapata vinakutoa into alignment. Ukiwa ni mtu ulikuwa unajikosea eh? unaanza kujiweka sawa. Ukiwa ni mtu ulikuwa unakosea wenzako unaanza kufanya nini kujiweka sawa, kwa sababu katika dunia hii ukijikosea ama ukikosea wenzako inaleta karma na laana. So kwa, kwa hizo vitu kuweza kukuondokea, lazima ujifundishe kufanya nini? Kutojikosea. Ukimake make decision, make sure imetoka ndani mwako, you are comfortable with it usime kwa sababu ya mtu people pleasing tendencies zilizoondoa. Vile huwa anafundisha vifungo, jinsi ya kufungua vifungo, vile huwa anafundisha mambo ya birth chart, huwa ninafundisha ili mtu apate kujua shida zake ziko in the spiritual ama in the physical, ili upate kutatua In between. ni gani na unaanzaje eh. nikiwa nasema tafuta mtu ambaye ama aingia katika guidance unaona unapata kujijua na kujifahamu ni njia gani utaweza kujisaidia kwa sababu wakati watu wanapoinuka unapata kuna changamoto mbalimbali mbali ambao watu huwa, wanapata katika njia zao za kuinuka so kuna, kuna wale ambao wanaenda wanatoa hiyo vitu kwenye hayo madhabau na kuna wale ambao unafanya nini wana assent wanatoka katika hicho kiwango, so kupatwa tena inakuwa ni ngumu.